Tarajia sana kaka yetu Tido Mhando jinsi atakavyoshauri mamlaka kuona jinsi gani ambavyo uhuru wa kihabari unaweza ukaongeza thamani ya ukuaji wa taifa letu kwa maana ya sifa na maeneo mengine kama uchumi na kadhalika. Machumu, yeye ni mkurugenzi wa mkurugenzi wa uh, mawasiliano ya, ya, ya rais, rais eh, ikulu pale ni ile ni kurugenzi ambayo inafanya kazi na waandishi wa habari. Kazi yake yeye ni kuhakikisha kwamba anawezesha waandishi wa habari kupata taarifa na kuzunguka mamlaka ambayo imemteua lakini kupata taarifa nyingine. Kwa nafasi yake pia anaweza kashawishi mabadiliko ya sera na na, na, na sheria. Kwenda kwao pale wanakwenda kuongeza nguvu ambapo watarahisisha mawasiliano kati ya serikali na vyombo vya habari. Lakini si hilo tu, serikali itapata fursa kupitia ujuzi walionao, uzoefu na taarifa walizonazo juu ya vyombo vya habari. Kuepusha kifo cha vyombo vya habari.